Tumewaiteni siku ya leo tarehe ishirini ya mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano ili tuweze kuzungumza nanyi masuala kadhaa ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa muhtasari, mambo ambayo nimewaitia ili tuje tuzungumze nanyi ni mambo makubwa matatu au manne kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni kuwapeni taarifa kuhusu hali ya usalama katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na hasa katika nyakati hizi za kuelekea katika uchaguzi mkuu. Nayo furaha kuwaambia kwamba mpaka muda huu mkoa wa Dar es Salaam upo salama sana. Mimi pamoja na wenzangu, kwa maana wakuu wa wilaya, jeshi la polisi na vyombo vyote vya dola tumeendelea kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaendelea kulindwa, lakini wanakuwa na furaha katika kutekeleza shughuli zao za kila siku ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nayo furaha pia kuambia kwamba nyakati hizi za kuendelea na kampeni za uchaguzi zinazofanywa na vyama vya siasa vilivyojitokeza kwa ajili ya kushiriki uchaguzi mkuu wagombea wao wa ngazi ya urais, ubunge pamoja na udiwani wameendelea kunadi sera zao vizuri katika mkoa wetu bila kuingiliwa na viashiria vya aina yoyote vya uvunjifu wa amani. Nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa Jeshi la Polisi na vyombo vyote vya dola pamoja na vyama vyote vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi, kwa kuwa ni mabalozi wazuri na kuwa ni kielelezo imara cha masuala ya amani katika taifa letu. Siku ya leo ya tarehe ishirini tunayo pia ratiba ya mgombea urais kupitia chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye pia atakuwa Dar es Salaam kuanzia tarehe ishirini na moja tarehe ishirini na mbili na tarehe ishirini na tatu kwa kufanya mikutano mitatu, mkutano utakaofanyikia katika viwanja vya mkutano utakaofanyikia kule katika uwanja wa kule Kinyerezi na mkutano mwingine utakaofanyikia viwanja vya TANESCO kule Temeke. Niwahakikishie wana CCM wote na Watanzania kwamba mgombea huyu atanadi sera zake katika mkoa wetu na kuondoka salama bila kuingiliwa na kitu chochote, kama ambavyo tumefanya hivyo kwa wagombea wengine wa vyama vingine vya siasa. Kwa hiyo ni waase pia Watanzania kwamba tuendelee kuwa wasikivu na ushirikiano wa kutosha kwa vyama vyote vya siasa bila kujali ukubwa ama udogo wa chama, huku sote tukiwa na imani kuwa tunaijenga nchi moja kwa maslahi mapana na maendeleo ya Watanzania. Sanjari au sambamba na hilo, tarehe 29 ya mwezi wa kumi 2025 taifa la Tanzania linakusudia kuwa na uchaguzi mkuu. Nitoe rai pia kwa Watanzania wote kujitokeza kwa wingi kwenda kushiriki haki hiyo ya msingi ya kidemokrasia, na ili hali mkijua kuwa demokrasia ni moja ya kiashiria cha utawala bora. Tujitokeze kwa wingi kwenda kuchagua viongozi tunaowahitaji, tujitokeze kwa wingi kwenda kushiriki mchakato huo wa kidemokrasia ambao ni takwa la kisheria lililoorodheshwa ama kuandikwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba, pamoja na marekebisho yake. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeendelea kutoa miongozo yote ya namna kushiriki uchaguzi huu. Aidha, nitumie pia nafasi hii kuwaeleza pia Watanzania wote kuwa tupuuze yale masuala yote yaliyopo katika mitandao yanayoonesha kutisha watu, yanayoonesha kukejeli watu, yanayoonesha kukejeli au kudhihaki vyombo vya dola na yanayoonesha kuligawa taifa la Tanzania na yanayoonesha mambo mengine yote ambayo hayafai kwa Mtanzania. Kwa wenzangu wafanyabiashara wa biashara zozote zile katika maeneo mbalimbali ya Kariakoo na maeneo mengine ya Tanzania ama hapa Dar es Salaam. Msiogope jambo lolote. Yapo baadhi ya maeneo kama Kimara, Kinondoni na hata maeneo mengineyo ya Temeke na hapa katikati ya jiji. Ni kweli ya kwamba production ya maji katika mkoa wetu mashine zote zikiwa safi kwa maana kutoka Ruvu Juu mpaka Ruvu Chini ni zaidi ya lita milioni 596, na matumizi yetu sisi wananchi wa Mkoa wa Dar es Salaam huwa si chini ya lita milioni mia tano na arobaini na tatu. Mpaka sasa kulikuwa na changamoto, ama kumetokea, kume na changamoto ndogo. Changamoto hiyo ilikuwa moja, ni uchakavu wa pampu zinazopampu maji kutoka Ruvu chini na pampo baadhi za Ruvu juu. Mpaka sasa, nayo furaha ya kuwaambia kuwa wizara ya maji kwa maelekezo maalum ya Mheshimiwa Rais na kwa usimamizi wa DAWASA zimekwisha agizwa mashine nane kwa maana ya pampu nane ambazo ndani ya mwezi mmoja ujao tunaamini kwamba pampu hizo zitakuwa zimekwishafungwa kwa ufanisi ili Watanzania wote waweze kupata huduma ya maji kikamilifu. Niendelee kutoa rai kwa yale maeneo yote ambayo mgao unafanyika, kwamba si kwa nia mbaya, bali taifa na kwa maelekezo maalum ya Mheshimiwa Rais, huduma hizo za maji zitaendelea kutengamana na kuwa imara mara baada ya mashine hizi zote kuwa zimekushafungwa fungwa ili kuongeza uwezo wa kusukuma maji kuelekea kwa, kwa wananchi. Yapo baadhi ya maeneo kama Kinyerezi nayo na yalikuwa kilalamika sana kuhusiana na maji Mheshimiwa Rais aliamua kujenga bwa, kujenga kujenga tanki kubwa la zaidi ya lita milioni kumi, ambalo linajengwa kwa sichini ya bilioni 34 ikiwa ni pamoja na kufunga baadhi ya pampu katika kituo kikubwa cha pale Kibamba. Tanki lile linakusudiwa kulisha maji kwa wananchi wa Pugu, Pugu stesheni, baadhi ya maeneo ya Ukonga, baadhi ya maeneo ya Kinyerezi, Segerea na baadhi ya maeneo ya Kibamba. Hivi navyozungumza, ndugu waandishi wa habari, matanki hayo yamekushakamilika. Kilichopo sasa ni kuanza kubadilisha mfumo wa mabomba yanayotumika kusambazia maji kwenda kwa Watanzania. Na naamini kwamba mara baada ya muda mfupi, mara baada ya kukamilisha zoezi hilo ambalo kwa sasa linaendelea, wananchi wote watapata maji kwa ufanisi katika maeneo yote ambayo nimekushataja. Niombe wana Dar es Salaam kwamba tuendelee kuwa na usikivu. Tuendelee kuwa na ustahimilivu na mtakumbuka kwamba ndugu waandishi wa habari niliwaahidi kwamba tutafanya ziara katika bwawa la Kidunda linalojengwa kule Ngerengere, Morogoro ili muende mkaangalie bwawa hilo ukubwa wake linalojengwa kwa zaidi ya bilioni mia tatu ambalo kazi yake kubwa ni kusupply maji zaidi ya asilimia sabini katika mkoa wa Dar es Salaam na asilimia kidogo katika mkoa wa Pwani na Morogoro, katika mkoa wa Pwani. Na bwawa hilo mpaka sasa ndugu waandishi wa habari linaendelea kujengwa na lenyewe mpaka litakapokuwa tayari naamini kabisa huduma ya maji itakuwa imefikia mwisho. Ndugu waandishi wa habari, kulikuwa pia kuna malalamiko makubwa sana katika sekta ya